Wakiongozwa na kiongozi wa wanawake Jane Adea, shirika la Mama Kenya limeanzisha kampeni ya amani, lengo kuu likiwa kupata wanawake milioni 15 kabla ya maandamano ya siku ya Jumatano. Wanawake hao walikusanyika na kukariri majina ya waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo, sisi watoto wetu wamekufa wameisha Kenya. Kuna wale tumewaona tukazika na kuna wale mpaka saa hii tunavyozungumza hawajapatikana. Twaomba serikali ya Kenya mtupatie watoto wetu tukazike. Wamevitaka vyombo vya usalama kuwapa vijana ruhusa ya kuandamana kwa amani ili kuwasilisha malalamishi yao, huku polisi wakitakiwa kuwa wavumilivu wanaposhughulikia waandamanaji ili kuepuka kupoteza maisha. Leo tunataka kuweza kuhakikisha na kuambia serikali, tafadhali, wawache watu wafanye maandamano ya amani, ndio itakuwa na suluhu. Kuanzia leo nafikiri itakuwa ni kikomo Bwana Rais na vitengo vyote vya serikali. Nchi yetu inadidimia kwa sababu ya vijana. Tunataka kusema pia tutakuwa katika msafara wa maandamano wa tarehe ishirini na tano ya amani, kwa sababu tukifanya mambo na amani hakutakuwa uvujaji wa damu na Wanawake hao pia wakitaka kukusanya shilingi milioni kumi na tano kuwashawishi wanawake kuwa mabalozi huku wakihamasisha amani katika nchi. Wamewataka vijana kutotumika na wanasiasa kuzua machafuko wakati wa maandamano hayo. Hatuna makao ya kukimbia, ni hii Kenya yetu, na tutasimama kuitetea kwa hali na mali, na kupitia leo asubuhi tunataka kusema pia tutakuwa katika msafara wa maandamano wa tarehe ishirini na tano ya amani, kwa sababu tukifanya mambo na amani hakutakuwa uvujaji wa damu. Na mwisho kabisa, kuanzia leo hawa kinamama na wengine mashitani wameamua kuzunguka Kenya nzima kuhakikisha kwamba tunapata milioni kumi na tano ya mabolozi wa amani, kwa sababu tunaona viongozi wameshindwa kuangazia swala hili la amani. Sisi kitu ambacho kituleta hapa ni amani, na amani hii haswa sisi hasusani vijana tunavyotendekezwa na ama bwenyenye wa sahii, wanatutumia sisi vijana kwa sababu wanatumia matumbo yao, sio kwamba wanatumia maajili ya sisi vijana. Sisi kitu ambacho kimetuleta hapa ni amani na upendo na uzalendo. Watu wote wawe kitu kimoja katika nchi yetu ya Kenya yote. Sisi tunahitaji amani, amani, amani, amani. Ndugu zanguni, mama zangu, polisi wetu ni ndugu zetu na vijana wetu. Saa hii twasema ndugu zetu polisi mliopata ajira ya polisi, kwamba tunataka tuhudumisheni amani, na sisi ni ndugu zenu. Kwa saa hii na kipindi hichi, Mungu atujalieni, tueni na amani. Sebastian Maria, Ndugu TV. <mucho>